Buti alikuwa mfanyikazi wa CDF mm. Katika uongozi wa Mheshimiwa Washali mm. Ukienda Habondi Primary kuna PO presiding officer anaitwa Oliver Tipa, hmm. Alikuwa PO wa mheshimiwa Washiali na pia amekuwa mfanyikazi wa CDF yes, yes. Ukienda Bomini Primary kuna jamaa anaitwa Benson ambaye ni PO Benson. wa Buyavo kuna Francis wa Buyavo kuna Wicklif, wa Buyavo kuna Godwin wa Shiali hawa wote ni family members wa, wa wa Washiali. Ukienda Bubode kuna ah, mmoja anaitwa Brass Ouma na mmoja huyu Geoffrey Ouma pia ni baba ya Brass Ouma. Kwa hivyo huwezi tuma mbuzi kwa koti ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya labda ya mbambu, mb, eh, ya chui kwamba tichui sasa ndiyo magistrate hiyo. Uh, definitely mbuzi hawezi shinda kura ama hawezi shinda kesi kama hiyo. Kwa hivyo haya yote ndio amechangia sisi tukasema na timu yetu tutajiondoa na tutangojea tuone 2027 20, 20, bado tuko uwanjani na tutang'ang'ana nao. Kwa sasa ni mapema sana kusema kwamba tunajiondoa, kwa sababu 2022 mimi ndiye nilikuwa candidate wa chama, na vile nimewasilisha malalamishi kama haya, siwezi jua kama kuna yeyote pia amepata shida kama hii. Kwa hivyo sisi bado tuko hapo hapo, tutangojana hapo hapo mpaka dakika ya mwisho. Tukipata kwamba akukaliki basi nitarudi ushauri watu wangu waniambie tunaelekea wapi. Yeah. Yeah. Yes. Sasa hatushiriki ili la uchaguzi wa, wa grassroots. Sisi tumejiondoa hatushiriki. Mimi nilikuwa nawania kiti ya uh, professional kuanzia polling station. Ningependa kuambia chama kwamba lazima tutengeneze nyumba yetu ya UDA, tuwe na order. Huwezi chagua labda wale ambao waliambiwa watengeneze list waliegemea upande mmoja. Kwa hivyo lazima nyumba isafishwe, pati wote tuhusishwe, ingekuwa bora. Sasa kama Washali ndiye baba wa wetu wa kisiasa hapa, tungeitwa wote pamoja, watatu tuketi, alafu tuelewane. Lakini huwezi chukua viongozi wote wanaenda kusimamia kura wawe upande wako, alafu tarajie tuweze kuwa na ushindani kama huo. Mimi naitwa Fransa Rapanda, natoka Haimba Police Station. Haya maneno yamefanyika jana na leo. Mimi kama timu Mapwoni na kashifu sana na ninasema, kama tutaendelea na siasa ya aina hii, Mias East hatakuwa tunaelekea mahali pazuri. Sisi tumechiondoa na tuko nyuma ya Mapwoni na tunataka chama kitusaidie, asanteni sana. Ah, naitwa Reverend Justin Malala Makoha. Mimi nimekuwa coordinator wa hii kura Malama Kunga Isongo Ward. Lakini wakati tulienda training jana tukapata ya kwamba kuna wale ambao walikuwa wamefanywa training the previous day, na wakati niliangalia hao presiding officers ambao tulikuwa nao, nikaona ya kwamba tutakuwa na uchaguzi ambao utakuwa fair, free and fair, sababu hao watu wote nilipoangalia list, nikaona wametoka sehemu ya mheshimiwa Benjamin Jomo Washiali, wengine ni ndugu zake, wengine ni kazini zake, wale walikuwa nafanya nao CDF. Nikaona ya kwamba haiwezi kuwa hivyo kwa hivyo sisi ambao tunaunga mkono mheshimiwa Mapwoni, umeenda huko umekuwa coordinator, lakini umeitwa, hakuna training unafanyiwa. Unapata ya kwamba hata kuna watu wengine wamekuja pale hawajui wataenda kufanya kazi wapi. Nikaona kuna mchezo, so sisi tukaamua ya kwamba tutaendelea kuunga mkono mheshimiwa Mapwoni. Nikaamua pia kujiondoa kama coordinator wa malaa makunga isongo, ambapo hata kufikia saa hii kuna kurisain of sasa wanapiga simu ya kwamba hata shule ambazo wameenda kupigia kura watchmen wamekataa kufungua shule, wanasema hawana habari ya kwamba kuna uchaguzi. Kufikia saa hii hata kuna members wanasema ya kwamba wamepata ujumbe ya kwamba tayari wamepita kura na kura haijapigwa. Mtu ametumia message saa hii anasema ameambiwa amepita kura. Kwa hivyo sisi tumejiondoa na tunaomba UDA party chini ya party leader president wetu Uh, William Samoei Ruto tuko nyuma ya Mapwoni, na miasi isi ni Mapwoni. Kwa hivyo kama hawatapeana nafasi kama Washali anataka ku, kufanya vitu vile anavyotaka, sisi tunangoja 2027 tunaomba ya kwamba washughulikie mheshimiwa Benson Mapwoni, nafasi yake bado ipo, sisi bado tuko nyuma yake asantmi. Wee, naitwa mm. yes. <coughs> <coughs> uh, okay. Douglas Wafula Sisa Eh, tangia tuo tu nimekaa na mheshimiwa Washali na mimi nataka kumwambia hivi, bwana Washali, mtu mwizi Ukikaa karibu na yeye na kupiga pusu, chungana na meno yako. Na sisi vile umetupiga pusu, tunataka kuchungana na meno yetu. Tunataka tukwambie kwamba wewe chuma chako kimotoni ikiwa utaendelea namna hii. Sisi tunataka kumwambia president kwamba ikiwa kweli ni maneno itaendelea namna hii, sisi tutachiondoka chama, lakini kwa saa hii tumekaa ngangari, tutakaa mundu kumundu mpaka tuone kwamba mheshimiwa maponi ako pande gani na ikiwa tutaendelea namna hii i want to tell you mr president that we shall ever remain running and if not flying we shall crawl if not crawling we shall make sure that the destiny we achieve to reach that glorious uh, things that are on that mountain and the only person who can make us go through this channel is none other than dr benson maponi makoha for today we are resigning because of this impunity and if we want this thing to be once and for all we cannot go against these things unless otherwise we are so flabbergasted. We are so surprised to see that this man is going around making us feel feel as if we are full people on this ground yeah. so we are telling Mr. Washali take care we are here Omundo Omundo. thank you yeah. Majina yangu naitwa Mkuna Manzilivia. Mimi ni mwanachama wa UDA, ninaunga mkono Bensoni Makokha Mapwoni mkono, na ombi langu ninaomba ya kwamba tumewasilisha kila kitu mbele ya chama, tunaomba wakuu wa chama watusaidie tupate ripoti , lakini hata bila hiyo, sisi pamoja na, na Mapwoni tutaendelea mbele mpaka dakika ya mwisho, tuone ni yeye na chama na sisi na Mapwoni. Asanteni. Uchaguzi wa siku wa leo tumeamua jinsi ilivyokuwa ya kwamba matokeo na mpangilio, tumeamua hivyo kwa sababu ya mpangilio. Mpangilio haukuwa mzuri kwa polling stations, wenye wanaenda kusimamia hiyo mpangilio wote wamechakuliwa chini ya mheshimiwa Benjamin Washali. Tulikuwa tunadhania ya kwamba watakaa watatu vile walikuwa wa wenye wanatafuta hiyo kura watu, wa, watu watatu Benjamin Washali, David Amasi na Benson Mapwoni wakae pamoja, waasiliane, kila mtu atoe watu wa kusimamia polling stations. Lakini jana tulipata ripoti ya kwamba um, aliyetaule wa watu wa kusimamia hiyo polling stations alikuwa Benjamin Washali peke yake, na tuko na listi yote na mpangilio vile jinsi alivyopanga. Sasa hivyo tukaamua siku ya leo ya kwamba hatutaenda kuania kwa kiti yoyote tutakaa

Notia Kama kamakero Notia kama khayimba ebundiily abandu baliobaudabayaa khukhola ekasiiyo khefwkhuya khufuchiira mukhubeene mundu wee naeaskhuyasie kura ta khuo inoniyawasai siriya UDA ta udabakhupanie ikura wise khup kura ya UDA Mias East noyawasanesyo musina nandakhaba musama sha UDA khumiaka karibu chitaru na uchakusu uliwe isaino shevuluti ulimo ulamba tawe shichira Nobo nonyo la abantu mbungi abantu ba mapwoni abantu ba rusibungwe kuni ni shibali alalu kupa ikura ta na amakwa kene kare ke gore shenje ku bantu ba shiyare ni ba gore nje fendi firya ne kata kariyo uh, umuntu mbo Suleiman mwemere ikura no muntu wa ashiari.

balole mbu omundu uli khugrassroots ouli nende abandu niwina so that na naane na certificate aani ah, na, khumundu uli popular omundu utsy khwana uh, ushindi khushyama sha UDA na emanyiro omundu uli nende ushindi khushyama uh, sha UDA ni mweshimwa daktari Benson Makokha syekhumera bananga Joseph nomba nyayo erulanga musango Mumias Eastian khuulile bulibululu sana akakhukholelwe busetsanga nyanga yino khunyolekhana mbu buchaguzi bwemelwe nende abandu balala aba, barula khumweshimiwa Washali uh, uh, uh, uh, nefwe shinga eshama shya uh, UDA abandu bonganga mapwoni mukhono khumale khuloba nkhukana skhwakhusayo ta mana imusumama kokhutonyele nako urmera kanjeenang azul k nefwe abandu ba UDA

efwe khwachama eshama shayudiye president alenjekhokhumakhuwa kano mana enjira karikari akhukhonya alahlekhasare tawe kachia khui abandu babe khui abandu beshama shishe okhurula khale mana pakanyanga ino ayesi banangaa Patrick Shiroya na bechanga mulalakho supporters ba mushimiwa Benjamin mushimiwa Benson makokha mapwoni na khuno nende ikura ironyanga ino yakhusundusie khuno ya, nende mipango chibapanjire esye si, ewanje mumaparo kanje ndolangao neikura ya mushimi wa Benjamin Washali shinia UDA tawe nekhusayanga omukhongo wefu uli rais William Ruto akasye si, kwanza nalifaya ikura iro ino akhukasire ikura tskhutira neshama sha UDA yino